E, kuna njia mbalimbali ambazo mtu anaweza kuweza kuzitumia ili mradi kuweza kujijua kwamba yeye ni mraibu au la. Lakini pia e, unaweza ukawa na ndugu au jamaa ambaye e, unaweza ukamfanyia tathmini e, kuweza kujua kwamba huyu amefikia katika level ya kuweza kuwa mraibu au la. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuweza kukiangalia a, M, jaribu kuweza kuangalia alipoanza kuweza kutumia uh, kilevi au kitu chochote alianza kuweza kukitumia uh, kwa idadi gani? eh, angalia idadi kuweza kujua kama uh, mwanzo alikuwa ana uwezo wa kuweza kutumia moja uh, alikuwa ana uwezo wa kuweza kutumia mbili uh, lakini eh, ni vipi eh, siku zinavyozidi kuweza kuendelea idadi inakuwa inapanda au uh, yuko katika kiwango chake kile kile, lakini pia eh, swali lingine ambalo uh, unatakiwa uh, kuweza kujiuliza au uh, unatakiwa kuweza kuangalia kama ni ndugu yako, em jaribu eh, eh, kuweza uh, kuangalia eh, utumiaji wake, alikuwa anatumia uh, jioni peke yake au alikuwa anatumia asubuhi peke yake. Na kama uh, mfumo umebadilika eh, nikimaanisha kwamba alikuwa anatumia asubuhi peke yake, lakini leo anatumia asubuhi, mchana na usiku uh, basi huyu uh, yuko na tatizo. Lakini pia eh, jaribu eh, kuweza uh, kujiangalia we mwenyewe eh, kama unatumia mm-hmm. Unatamani kuweza kuacha uh, na ni kwa nini unatamani kuweza kuacha it means kwamba huyu mtu athari zimeshaanza kuweza uh, kuonekana uh, moja kwa moja katika maisha yake eh, binafsi. Lakini kama ni ndugu yako eh, anajaribu kuweza kukuambia mara kwa mara kwamba anatamani kuweza kuacha lakini anashindwa kuweza kuacha yeye mwenyewe, it means kwamba huyu mtu ni mraibu. Lakini pia eh, jaribu kuweza kujiangalia, je, yeah. Uh, utumiaji wako uh, unaleta athari katika uh, mahusiano yako na watu wa karibu. Utumiaji wako unaleta athari katika kazi zako, lakini pia utumiaji wako uh, unaharibu malengo yako. Uh, it means kwamba uh, kipato kingi kinaingia katika utumiaji uh, na kipato kidogo kinaingia katika maisha ya kawaida, na hivyo kusababisha kushindwa uh, kuweza kufikia malengo yako. Aa, iwapo ni ndio basi uko na tatizo la uraibu. Na kama ni ndugu yako, e, jaribu kuweza kuangalia mm, zile athari mbalimbali zinazoonekana katika maisha yake yeye mwenyewe binafsi. Wakati mwingine anaweza kuacha mpaka dawa za kihospitali na kuweza kutumia vilevi, kwa sababu mara nyingi madaktari e, unapoweza anapoweza kukuandikia dawa huwa anakuuliza Uh, unatumia kilevi cha aina yoyote uh, na kama uh, unatumia kilevi, atakwambia achana na matumizi ya kilevi uh, tumia hizi dawa katika siku kadhaa mm? Na unajikuta uh, unaacha dawa za kihospitali au anaacha dawa za kihospitali na kuweza uh, kutumia kilevi, basi huyu mtu ni mraibu, yuko tayari kuweza kuhatarisha maisha yake binafsi kwa sababu ya kilevi le vimeweza kutawala maisha yake, japo athari zinaonekana katika jamii, lakini bado still yeye anaendelea kutumia. Japo athari e, zinaweza kuonekana kwake yeye mwenyewe binafsi, lakini bado still yeye anaendelea kutumia, huyu mtu ni mraibu. Hii ni njia pekee ambayo unaweza uh, ukamfanyia screening uh, mtu wako wa karibu, lakini pia uh, unaweza ukajifanyia screening wewe mwenyewe kuweza kujijua kama una tatizo au la. Hapa ni Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pope. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume, na kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0673204332. Saidia ishirini tatu mbili usia